Mbunge wa eneo bunge la Jomvu katika kaunti ya Mombasa, Badi Twalib ameonya kwamba kuna ongezeko la visa vya watu kuvamia na vilevile vile kujenga katika ardhi za shule na hivyo kuwa nyima wanafunzi fursa ya kuwa na viwanja vya michezo. Akizungumza, ameongezea kusema kwamba kando na kujenga kwenye viwanja vya michezo, vilevile imekuwa vigumu sana kufanyia upanuzi vile inavyohitajika katika eneo kama hilo la Jomvu la, la mbunge huyo aliyesema hayo wakati wa ziara ya ukaguzi wa uwanja wa shule ya msingi ya Amani uliogharimu zaidi ya shilingi milioni ishirini na tano katika sehemu ambazo za mashule, kwa sababu wanatupa shida sana. Leo unaona wanatupatia kazi ya kuweka mikuta kwa ajili ya kuogopa wao wasiingie ndani ya mashule ambapo hiyo pesa ya kuweka mikuta ingekuwa imeendeleza kutengeneza eh, junior secondary za hizo mashule na sehemu nyingine. Mfano wa sehemu moja ya hiyo ni kule Mwamlai ambao ndo kuna hiyo problem sana ya kunyemelea nyemelea.